Mwili wa Baba Mtakatifu Papa Francis ukiwa umebebwa kupelekwa kwenye kanisa kuu la Vatican umepita katika kanisa la Mtakatifu Petro. Ukitazama video hii, utaona pembeni ya waliobeba mwili wa Papa Francis ni walinzi ambao bila shaka umeshakutana nao kwenye video nyingi na picha nyingi zinazomwonyesha Papa. Hawa ni walinzi wa Papa na ni walinzi ambao sharti lazima wao wanatokea Uswizi. Je, yeah, unajua ulinzi wa papa Umekaje? Walinzi wa Papa, yaani kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, ni kundi la kipekee lenye historia ndefu ya ulinzi, nidhamu na heshima. Hawa wanaojulikana zaidi ni kundi hili la walinda usalama papa wa kipapa wa uswiz wakifahamika kama Swiss Guard, lakini kuna vikundi vingine vinavyohusiana na usalama wa papa kila atakapokuwa. Kundi la kwanza ni walinda usalama papa wa kipapa wa uswiz kwa maana Swiss Guard. Hawa walianzishwa rasmi mnamo mwaka 1506 Januari 22 na Papa Julius wa pili wakiwa na mavazi ya kupendeza ya kale yenye rangi ya bluu, njano na nyekundu wanajulikana kwa mwonekano wao wa kipekee huwa refu. Awali waliitwa kusaidia kulinda Vatican dhidi ya maadui wa kisiasa na kijeshi, nitaeleza hapo baadaye. Ila sifa za mtu anayejiunga na Swiss Guard, lazima awe raia wa Uswizi, mkatoliki mwaminifu, na awe na umri kati ya miaka 19 hadi 30, urefu wake usipungue takriban futi 5.8. Awe na mafunzo ya kijeshi nchini Uswizi. Huyu mtu asiwe ameoa, lakini anaweza kuwa baada ya miaka kadhaa kwa ruhusa. Majukumu yake ni kumlinda papa kwa karibu, iwe kwenye mikutano ya adhara, safari ama ndani ya Vatican. Hulinda milango na maeneo yote nyeti ya Vatican. Hufanya salamu za heshima na mapokezi rasmi kwa kiongozi huyu. Hao wanafundishwa mbinu za kisasa za ulinzi pamoja na kutumia silaha za moto na mapambano ya karibu. Pia hupewa mafunzo ya kijeshi ya kale kulingana na mila na taratibu za ulinzi wa Vatican tutawazungumza vizuri hapo baadaye. Kundi la pili linafahamika kama jeen damarin ya Vatican. Ili ni jeshi la kisasa la polisi wa kijeshi wa Vatican, wanalinda eneo lote la Vatican, kuchunguza uhalifu, kufanya usalama wa ndani, na wakati mwingine kuwasaidia Swiss Guard. Hawa wanatumia kamera, teknolojia za kisasa, magari ya doria pamoja na silaha za moto. Kuna hawa wengine, kundi la tatu wanaofahamika kama usalama binafsi wa papa. Wakati mwingine, hasa wakati wa safari, usalama wake huongozwa na majeshi ya nchi anazozuru, lakini pia baadhi ya walinzi wake binafsi kutoka ndani ya Vatican huwa hawajavaa sare yoyote, yaani wapo kama wenye sura za kiraia, waweza sema ni kama usalama wa taifa. Sasa tuwatazame Swissgard ambao tumewaona kwenye video yetu. Mnamo Januari 22, mwaka 1506, Papa Pius wa pili alianzisha kitengo kinachofahamika kama Swissgard. Sababu kuu ya kuanzishwa kwake ni kumtetea papa dhidi ya vitisho vya kisiasa na kijeshi katika karne ya 15 na 16 kulikuwa ni kipindi cha mvutano mikubwa barani Ulaya, vita madaraka, mizozo ya kifalme na uvamizi wa miji. Vatican na Roma kwa ujumla walikumbwa na uwaba wa jeshi thabiti la kumlinda papa, na hofu ya kushambuliwa ilikuwa juu sana. Hivyo papa Julius wa pili alipenda sana masuala ya kijeshi, na aliitwa pia papa wa kijeshi. Alikuwa mwanasiasa na kiongozi mzuri wa vita. Alitamani kuwa na kikosi maalum chenye uaminifu mkubwa hodari na jasiri kinachoweza kumlinda hata kwenye hatari kubwa. Uswisi kwa kipindi hicho ilikuwa maarufu kwa kuwa na wanajeshi hodari. Wale waliotazama muvi za Vikings wanaweza wakawa wananielewa. Wanajeshi wa Uswisi waliaminika sana Ulaya nzima kwa sababu ya uhodari wa kivita, uaminifu usioteteleka na walivyokuwa anachapa kazi bila ya tamaa ya mali. Wakati huo Uswisi alikuwa taifa kubwa lenye nguvu kisiasa, lakini lilikuwa na kikosi bora cha mamluki barani Ulaya, mercenaries. Hivyo Papa akasema ni bora nilete walinzi kutoka Uswisi, na hapo tukaanza kuwaona Swiss Guard kwenye mamlaka ya Papa. Mwaka 1527, kulitokea uvamizi mkubwa pale Roma unaofahamika kama Sacco di Roma, uvamizi wa Roma, na jeshi la Mfalme Charles wa tano wa Holy Roma Empire. Hii ilikuwa ni tarehe sita Mei mwaka 1927, Roma ilivamiwa. Walinzi wa Uswiz 189 walijitolea maisha yao kumlinda Papa Clement wa saba, walimsaidia kutoroka kupitia eneo linalofahamika kama pasento di Borgo, njia siri kutoka Vatican kwenda castro de Sangalo. Ni walinzi 42 tu waliobaki hai, wengine walifariki. Tukio hili liliwafanya waheshimiwa zaidi, na kila wakati huo ikifika tarehe 6 Mei wanakumbuka ushujaa wao kwa sherehe ya kiapo mpaka leo. Walinzi wa karibu wa papa ni Swisgard, hawa waliovalia nguo za bluu, njano na nyekundu. Ili kupata heshima hii ya kumlinda papa, lazima uwe Mswis, na hii ndio siri ambayo tulikuwa tuijui kuhusu ulinzi wa papa, na hawa watafanya kazi ya kuulinda mwili wa papa Francis mpaka pale mazishi atakapofanyika. Akichaguliwa papa mwingine, wataendelea na shughuli yao ya ulinzi.